Mwaka elfu mbili na ishirini na saba, mwaka kesho, kipindi ambapo taifa letu la Kenya litakuwa linaingia kwenye uchaguzi mkuu, kuwachagua viongozi kwanzia wawakilishi wa wadi mpaka rais wa taifa letu la Kenya. Rais William Ruto kufikisha hata kura milioni tatu Kenya nzima itakuwa ni maajabu, kwa sababu kila pembe ya taifa letu la Kenya wote wanasema ni one term. Wale ambao wamenunuliwa na wengine ni bloggers ndio wanasema ni two term, lakini kwa ground mambo ni tofauti eneo la mlima Kenya, peke yake Jema Nation ambao waliweza kumpea William Ruto kura milioni nne taslim. Hata William Ruto kufikisha kura milioni moja kutoka Mount Kenya itakuwa ni maajabu. Kwa nini? Hata viongozi wa makanisa wameanza kuongoza maandamano kutompigia William Ruto kura. Wameanza kuwaomba waumini wa kanisa wasimpigie William Ruto kura, na kwa mara nyingi viongozi wa kanisa, asua bishops, maaskofu, wanasikilizwa sana, na maaskofu hao wameanza kusema kwamba ingekuwa ni vizuri wananchi wasimchague William Ruto kwa sababu chini ya utawala wake vijana wengi wa Kenya waliweza kuuawa mwaka 2024 kipindi cha maandamano ya Gen Z. Karibu sana, hichi ni kituo chako aminika cha Kenyan Media ambacho kinakuchambulia siasa kwa lugha nyepesi sana ya Kiswahili. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, kama unanitazama hapa chini, kuna penye wamekuandikia like, ninakuomba uweze ku like video hapo. Kando kuna penye wamekuandikia subscribe, ninakuomba uweze kufanya hivyo, alafu hapo kando kwingine kuna penye wameweza kukuandikia share, ninakuomba uweze kuchukua linki ya hii video, weka kwenye WhatsApp status, weka kwenye vikundi mbalimbali mbali, Sambaza kwenye online platforms ili ujumbe huu uweze kuingia kwa wananchi wa Kenya, ili waweze kujua yale yote ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ni jukumu la mwananchi wa Kenya au ni jukumu la kila mwananchi wa Kenya kuweza kupata taarifa ambazo ni ukweli. Je, umeweza kusubscribe? Je, umeweza kuwaalika wenzako waweze kusubscribe kwa hichi kituo cha Kenyan Media? Chukua hilo jukumu sasa, mpenzi mtazamaji. Serikali hii imeweza kushtuka sana baada ya mhubiri mmoja kutoka eneo la mlima Kenya eneo ambalo liko na kura nyingi sana kuongoza vuguvugu vugu la kutompigia William Ruto kura. Mhubiri huyu anasema ni heri kura yake iweze kuungua kwa upinzani jinsi ambavyo iliweza kuungua mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuliko kumchagua William Ruto mwenye anawatesa wananchi William Ruto mwenye serikali yake imeweza kuwaua wananchi. William Ruto mwenye serikali yake haiwasikilizi wananchi. Wacha nikuambie, uchaguzi huu ambao tunaelekea mwaka elfu mbili na ishirini na saba utakuwa ni uchaguzi wa kutathmini iwapo kwa mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya rais anaweza kaongoza kwa muula mmoja na kuenda nyumbani, kwa sababu sauti ya wananchi imeweza kumkataa. Ninakuomba uweze kumsikiliza huyu mhubiri, alafu tutazungumza na kuchanganua mengi, tuone ni kwa nini mpaka sauti za viongozi wa makanisa zimeanza kusikika zikiwaomba wananchi wasimchague William Ruto. Angalia kama mtachagua wauaji katika nchi yetu. Nitakuwa nikiwaangalia. Halo? Kwamba mtu anaweza kuua watoto wenyu na mmurudishe kwa serikali tena. Mimi nawaangalia. I'm, I'm, I'm checking you. Ninawaangalia. Mimi nawaangalia. Because you are divinely positioned ukiwa na kura yako na mtu yoyote ambaye ako hapa na hana kura, mpatia holy communion. Amen. Because it is only your vote that can vote in someone and vote the other one out. You are divinely positioned for this country. Nchi hii itaongozwa vile nyinyi mnataka, sio vile viongozi wanataka. Kuna tofauti ya ng'ombe na mkia. Ng'ombe ndio inayozungusha mkia, mkia hauzungushi ng'ombe. Nchi hii yetu ya Kenya, wa viongozi wetu ni mkia, sisi ndiyo nini ng'ombe yote lakini tumezoea kuzungushwa hivi, na sisi ndio ng'ombe, sababu sisi tumeamua kuwa watu ambao hawajui your divine position. Na mimi nangoja, kura yangu iko tayari. you better lose your vote than lose your conscience. Afadhali ndupe kama last time wakati mlichagua Ruto, kura yangu ilipotea, ilifanya nini? Lakini mimi huwachekelea sana mlio mchagua nyinyi, sababu ya vile mmeumia. Afadhali kura ifanya nini ipotee kuliko uchu, uweke mtu kwa ushukani ambaye ataharibu nchi hii ama constituency hii. Unanisikia? You are divinely positioned. Can I hear an amen? Amen. Kila mtu ameitwa na Mungu na amewekwa wakfu kwa kazi ambayo Mungu amekupatia. What is your responsibility? Let us not resign to fate. Usiamke asubuhi useme okuliaga ya redoria. Hapana. Ni kazi yako kabla ulale usiku kuuliza kesho naenda wapi na wapi na wapi. Nina imani umeweza kusikia hiyo sauti vizuri kabisa. Huyo ni mhubiri, askofu, kwa lugha ya kimombo bishop, akiwaongoza wananchi kwa kuambia kwamba wasisubutu, wasisubutu hata kumrejesha Rais William Ruto madarakani na huyo mhubiri ni kutoka eneo la Mlima Kenya. Anawaambia kwamba mliweza kufanya makosa makubwa sana mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mkamchagua William Ruto. Hata Uhuru Kenyatta aliweza kuwaambia kwamba William Ruto si mtu ambaye ni mzuri, nimekaa na yeye ninamjua vizuri kabisa, msisubutu kumchagua. Wananchi wakamchagua baka, huyu mhubiri anasema kwamba anawachekea wananchi kipindi ambapo wanateswa na William Ruto, lakini anawasihi wasije wakarudia yale makosa ambayo waliweza kuyafanya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa sababu, kwa sababu hata Waswahili waliweza kusema kwamba kosa si kosa, ila kurudia kosa bila kosa. Kwa hivyo huyu mhubiri anawaambia hivi, iwapo mtarudia kumchagua William Ruto mtakuwa mmefanya kosa, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Mwenyezi Mungu aliweza kuwasamehe, kwa sababu wanasema kwamba kosa si kosa ila kurudia kosa bila kosa. Sasa katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninaomba kwa lugha ya utulivu, kwa lugha nyepesi ni kuchanganulie, kwa lugha nyepesi ni kwa nini askofu huyu aliamua kuwaongoza waumini na wananchi wa taifa letu la Kenya kutoa mchaguo wa William Ruto kama rais wa taifa letu la Kenya mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Chukua sekunde yako, jingine wacha ni kuombe upige subscription. Sababu ya kwanza hii ni sababu ambayo ni obvious, yani ni sababu ambayo inajulikana juzi wiki iliyopita siku ya Jumapili Kenya kwa mwaka huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita, tuliweza kuona unyama na upumbavu ambao serikali iliweza kupanga kushambulia makanisa mahala ambapo Gachagua alikuwa anaabudu, na gazeti la Daily Nation likaweza kuripoti vizuri kabisa kwamba wale ambao waliweza kumshambulia Gachagua kwenye kanisa la Uitima, Nyeri, Mount Kenya wakavunja kanisa, wakavunja magari, walikuwa wamepewa maelekezo na viongozi wa serikali. Yani ni jambo la kusikitisha kuona kwamba serikali ambayo iliweza kupitia changamoto kama hizi wanasahau haraka sana na kuanza kushambulia makanisa eti kwa sababu kuna kiongozi ambaye yuko kanisani hawamtaki. William Ruto alitumia maneno kama haya, akaingia madarakani. Alikuwa anashambuliwa Muranga, alipokuwa anaelekea kanisani, anashambuliwa tia gasi mpaka analia kanisani, eti kwa, kwa nini? Uhuru Kenyatta alikuwa anatuma maafisa wa polisi wanamshambulia kanisani. Amesahau hayo, ameanza kurejea kwa ule mtindo sasa, hata maaskofu hawajaweza kufurahia kuona kwamba serikali inatuma wahuni kwenda kurusha vitoza machozi kanisani. Maaskofu hawajaweza kufurahia kabisa. Maaskofu wameona kwamba hiyo ni kudharau madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Sasa wameamua ni heri waipeleke serikali hii nyumbani na ndio maana wameanza kuhamasisha wananchi wasije wakamchagua Rais William Ruto mwaka elfu mbili na ishirini na saba, kwa sababu serikali yake inashambulia mpaka makanisa wanarusha vito za machozi kanisani, watoto hata wanashindwa kupumua, wengine hata wanashindwa kuangalia mbele. Sababu ya pili ni ugumu wa maisha katika taifa letu la Kenya. Umeona huyu askofu akisema kwamba anachekelea wananchi kipindi ambapo uh, ugumu wa maisha umeweza kukua kwa taifa letu la Kenya kwa sababu yeye hakuweza kumchagua rais. Kwa hivyo ugumu huu umeweza kuisiwa na wananchi wote. Na ugumu huu wa maisha umetokana na kuongezeka kwa ushuru, kazi kukosekana uongo mwingi kutoka kwa serikali. Sasa mpaka wananchi wameweza kukasirika. Sasa ndio maana huyu muhubiri anaongoza wananchi kusema kwamba wasimrudishe wile mruto madarakani kutokana na ugumu wa maisha. Namba tatu na mwisho, ninafikiri hili mnalijua, na nina imani kwamba hakuna mtu ambaye ameweza kulisahau Mwaka elfu mbili na ishirini na nne wazazi wengi walipoteza watoto wao. Wengine walikuwa kwenye vyuo vikuu, wengine walikuwa kwenye colleges. Watoto waliweza kuangamizwa, wengine nje ya parliament, wengine mabarabarani na hii serikali. Na kosa kubwa la vijana hawa lilikuwa ni kukataa ushuru mwingi, ni kukataa viongozi kufanya maamuzi bila ya kuweza kuwashirikisha wananchi. Mnakumbuka ule mswada wa bajeti Finance Bill 2024. Kitu ambacho kiliweza kuwafanya vijana wengi wakaandamana. Maandamano mfululizo mpaka Ruto akatetemeka, akawafuta kazi mawaziri baada ya kuweza kuwaua wananchi au baada ya serikali yake kuweza kuwaua wananchi. Sasa huyu muhubiri ameweza kuambia vizuri kabisa. Watoto waliuawa. Watoto wakaangamizwa. Wengine wakatekwa. Msije mkasahau mkarejesha madarakani serikali ambayo ilikuwa inawaua watoto, serikali ambayo ilikuwa inawaua Gen Z. Kwa hivyo kutokana na matukio ambayo iliweza kutekea ama kutokea mwaka elfu mbili na ishirini na nne, mahala ambapo vijana wengi sana waliuawa, na kuuawa kwao kulitokana na kuweza kutafuta haki, kukataa ushuru mwingi. Mnaelewa wakati ule ndio William Ruto alikuwa ameleta ushuru mwingi sana mpaka akaweza kuwekea content creators ushuru. Nilimsikia hii leo kipindi ambapo alikuwa akis akisema kwamba mwaka ujao au kuanzia bajeti ya mwezi wa sita atapunguza ushuru. Msije mkadanganyika, hiyo ni strategy ya kutaka kuhudwink, kuwadanganya wananchi wamchague niposa tena 2028 itaongeza ushuru mwingi. Sasa, sasa yale maafa ambayo yaliweza kutendeka yaliwea, yaliwakasirisha wananchi sana na ndio mhubiri huyu ameamua sasa, ataendelea kuwakumbusha kumbusha wananchi wasije wakasahau, wafanye kosa, kwani serikali hii iliweza kuangamiza wananchi ambao walikuwa wanalilia ugumu wa maisha, ambao walikuwa wanalilia kukosekana kwa ajira, ambao walikuwa wanalilia corruption ambayo iko katika taifa letu la Kenya, wananchi ambao walikuwa wanalilia high taxation, wananchi ambao walikuwa wanalilia ile Kujisikia, bri brightness ambayo serikali hii ilikuwa nayo, viongozi wanajishaua wanatembea hapa na pale. Sijui wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na hili ambalo mhubiri huyu ameweza kusema? Je, wewe utampigia William Ruto kura? Au wewe ni team one term, wewe ni team two term, ama wewe ni team one term? Je, kama utampigia William Ruto kura, kwa nini? Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi. Ila mwaka elfu mbili na ishirini na saba naona wahubiri wengi bishops wakijiunga na kumkataa rais Ruto kwa sababu rais Ruto aliwadanganya, akatumia madhabau akawaambia kwamba atarahisisha maisha, ataweza serikali yake haitaweza kugeukia makanisa na kuweza kuyerushia vitoza za machozi, ila mwaka wa nne hayo yanatokea. Wazo lako ni lipi? Kosa si kosa, ila kurudia kosa bila kosa. Mwenyezi Mungu awalinde.